Hivyo basi hata kwenye jamii yetu mtu ote akipata changamoto anaweza nikamwelekeza jinsi ya kupambana na ukatili ambao ameweza kufanyiwa, kupata elimu kusaidia jamii yangu na kuielimisha. Kwa majina anaitwa Mary Fadhili, ni mwanafunzi wa The Lord's Hill Secondary School kidato cha tatu. Leo tumeshiriki katika mdahalo wa ukatili wa kijinsia, sasa katika unyanyasaji wa kidigitali. Mimi kama wanafunzi wa The Lord's Hill Secondary School, sisi kama vijana huwa tunatumia vifaa vya kidigitali kama laptop, simu, ipad na tablet. Vifaa hivyo tunavitumia kwenye kipindi cha likizo, kwa mfano kujisomea, na pia vijana huwa tunashawishika na mambo ya mtandao ya kijamii, mfano kuangalia dance dance challenge, kuangalia muziki, kusikiliza muziki, kuingia mtandaoni na kuangalia mambo mbalimbali ya kisiasa na pia ya kijamii. Na katika kuangalia kwetu kumegundua mambo mengi katika ukatili wa kijinsia anafanyika mitandaoni. Mfano, watu wana wanadhalilishwa kijinsia, kimaumbile. Wengine wanapewa comment ambazo sio nzuri kupitia mtandao ambayo inaharibu kisaikolojia, na hivyo vitu vinaweza kuzuiliwa pale ambapo wewe mwenyewe kama wewe kama mwana, kama, kama mwanajamii unapaswa kuzulia ukatili wa kijinsia kwa mfano kuwa na, kuwa na privacy, maana yake huwe na mambo binafsi ambayo hutakiwi kuyatoa kwa watu kutumia mtu picha za utupu hairuhusiwi, anaweza yeah. Mambo kama kama ayoma avoid, wewe kama wewe. Vitu vingine unaweza kuripoti kwa serikali i ambazo sio serikali ambazo zinaweza kutoa msaada uh. Na mambo mengine kwa mfano kutafuta ushauri na saa kutoka kwa ndugu jamaa pamoja na marafiki, anaweza kukusaidia. Asanteni kwa majina Msafiri, mwanafunzi al akenda kuelezea matendo yanayotokea mtandaoni yakikatili. Nikianza na matumizi ya AI, matumizi ya AI hii. AI kwanza ni artificial intelligence, ambayo inajihusisha na kubadilisha mambo au picha fulani, naeza katika hali nzuri au mbaya, ambapo mtu anaweza kufanya kitu kwa kibaya au kizuri. Mfano kitu kibaya kwenye ukatili wa kijinsia mwanamke, mwanamke anaweza kama amepiga picha amekaa semu fulani labda baharini, mtu akatumia tijinsi yake ikaonyesha uchi wake akiwa wazi, hivyo basi ikapelekea ukatili wa kijinsia ambao mara nyingi natokea mtandaoni <coughs> ambao ni ukatili wa kimwili.